Wapiga risasi wa Kenya wanaoshiriki maandamano na kukashifu visa vya mauaji ya kikatili na utekaji nyara. Mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro amelaumu serikali kwa kujihusisha na kuongezeka kwa visa vya mauaji ya kikatili na watu kutekwa nyara, akisema kuwa maisha ya Wakenya ni ya thamani na yanapaswa kuheshimiwa. Nyoro amewataka walio katika ofisi za serikali kujiondoa katika huduma za umma iwapo hawatavumilia shinikizo na kukosolewa. as a leader either elected or appointed in any position of government it is the right of kenyans to give their voice about the conduct of your office they may criticize you because you are in a public office it is despicable ya kwamba mkenya anatoa malalamishi ati kurudisha mkono serikali inaondoa maisha ya huyo mkenya